Jambo jingine kujitambua, ni kule kunakoitwa cognitive awareness, ni ile kwenye nafsi yako, kwenye ubongo wako. Wengine wanatumia jina kitu wanaita psychic, huko ndani ndani ya ubongo, au psychic au cognitively, huko ndani ndiko kuna mawazo. Ukiwa umekaa kwenye lecture room, ukiwa unatembea, ukiwa Cafeteria, ukiwa kwenye daladala, ni mawazo gani yanayopita? Unajielewa mawazo ambayo wewe huwa una process unayaruhusu yawazike huko ndani, maana kupitia mawazo ndipo tunakuona wewe ulivyo, maana matendo yako, mawazo yale yanaweza yakazaa ukimya, yanaweza yakazaa maneno mengi. Kupitia hayo mawazo mtu tunamuona vile alivyo.